Hey mambo vipi? Karibu tena katika YouTube channel yetu. Katika video hii nitakwenda kutambulisha kwa mara ya kwanza na kuweza kufahamisha kuhusiana na PyCharm, moja ya IDE Integrated Development Environment ambayo ina nguvu sana kwa ajili ya Python. Kama wewe ndio kwanza unaanza kujifunza programming hususan katika language hii ya Python, basi ningeomba uweze kujaribu kuitumia hii IDE ya PyCharm kwa sababu tayari ni IDE imejengwa kwa ajili ya Python, kwa hiyo itakuweza kurahisishia wewe na kuna features mbalimbali mbali ambazo zipo friendly katika language hii ya Python. So, unaweza kujaribu kudownload na kuinstall PyCharm. Na tayari nitakuja kufahamisha kuweza kufanya hivyo. Leo wacha niweze kuelezea tu kwa nini uweze kujaribu na hii PyCharm ni IDE ya namna gani. So, kabla kuweza kuangalia PyCharm inahusu nini ama ni IDE ya namna gani, wacha tuweze kuangalia kwa ufupi kuhusiana na hii IDE. Pengine natamka IDE lakini e, wengi wetu hawaelewi kitu, baadhi ndo ambao wananielewa. So, IDE ni ufupisho wa maneno matatu integrated development environment, na sio kingine, just ni zana ambayo inakusaidia wewe kuweza kuandika, kupima, kutest, kudebug lakini vilevile kurekebisha makosa mbalimbali mbali kwenye kodi zako katika programu ambazo utakuwa unaandika kwa ufanisi zaidi. Baadhi ya IDE maarufu za Python ni pamoja na PyCharm, VS Code na Jupyter Notebook. Kwa hiyo unapohitaji kuweza kutengeneza programu fulani kwa kupitia language ya Python, utahitaji IDE ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuandika kodi zako kutesti kurun, kudebug, kutoa errors hadi kuweza kukamilisha project zako. So hiyo ndio IDE na zipo nyingi sana. Sasa tuangalie hii PyCharm ni IDE ya namna gani. PyCharm ni IDE iliyotengenezwa na JetBrains kwa ajili ya uandishi wa Python, specific kwa ajili ya Python. Na hii inajumuisha vipengele kama vile kuweza kukamilisha neno, smart code completion, debugger, na tools za kuweza kudhibiti projekti zako PyCharm inakuwezesha kuweza kufanya hivyo. Vilevile inasaidia vile wale watengenezaji wa program ambao sisi programu, kuweza kuandika kodi za program kwa haraka bila ya kuweza kukosea kosea, kuweza kupata makosa mara kwa mara. Hiyo ndio IDE ya PyCharm. Zipo IDE nyingine, lakini unakuta hazija based katika specific language nyingine, unakuta zinafanya kazi, zinatumika katika language mbalimbali, lakini hii PyCharm tayari imebezi katika language ya Python. Sasa kama hujawahi kujaribu, ningeomba uweze kust ku na ku na uangalie, je, ni nzuri kuweza kuitumia katika language ya Python ama utaendelea na IDE yako hiyo hiyo, lakini ningeomba uweze ku na ujaribu kuitumia. Kwangu mimi nimeona iko vizuri sana. Labda unajiuliza kwa nini utumie PyCharm ni kutoa shaka tu, ukidownload na kuinstall na kuanza kuitumia utakutana na features nyingi sana ambazo zinafanya kazi mbalimbali, ukianzia katika uandishi, kuandika kodi zako katika language ya Python inakuwa rahisi sana, lakini pia ikiwa ni pamoja na kupata zile features za kuweza kukamilisha neno, yani unaanza tu E, inakupendekezea neno fulani unalotaka kuliandika inakumalizia. Lakini vile vile debug inasaidia kuweza kugundua na kurekebisha errors, kwa sababu tayari ipo imebase katika Python. Kwa hiyo inaelewa vizuri tu pale ambapo umekosea, inaweza ikadetect na kukuonyesha. Lakini vile vile katika kucommunicate na Git inasaidia sana na ni rahisi kuweza kutumia Git katika kushirikiana na hiyo projekti yako. Lakini vile vile katika usimamizi wa tunasema uh, visual inasaidia pia kuweza kusimamia e, zile tunasema uh, framework za Python, lakini pia katika masuala mazima ya kutumia hizo Django Flask katika kutengeneza project mbalimbali mbali kama hizo tofauti tofauti tofauti, so unaweza ukajaribu kutumia PyCharm. Sasa tu labda tulinganishe PyCharm na IDE nyingine ambazo tumeshazoea pengine kuzisikia ama kuzitumia PyCharm ukilinganisha na IDE nyingine mfano Jupyter Notebook, unakuta PyCharm ina debugger ambayo ipo complete na inamalizia neno ambalo unahitaji kuweza kuliandika katika hiyo IDE yako yaani, ipo very faster hii PyCharm tofauti na e, Jupyter Notebook. Lakini vile vilevile Ukilinganisha PyCharm na VS Code unakuta PyCharm ipo very special maalum katika kudeal na language hii ya Python na ina features mbalimbali mbali ya kuweza kudhibiti projekti zako ambazo unatumia language ya Python tofauti na VS Code editor ambayo unakuta imekusanya vitu vingi sana, language nyingi zinatumia IDE ya tofauti, na hii PyCharm ambayo ipo specific kwa ajili ya language ya eh, Python. So pia kwa nini na kushauri ama unapaswa kuweza kutumia kujaribu e, hii IDE ya PyCharm. Ni nzuri sana kwa wale ambao wanaanza, kwa sababu tayari ndio kama hivyo inakurahisishia wewe katika uandishi, unaweza kujua hapa kodi ipi nzuri ya kuweza kuandika, lakini vile vile hata kwa professional ambao tayari wana uzoefu mkubwa basi wanaweza wakajaribu kutumia hii PyCharm kwa sababu ina vitu vingi sana ambavyo unaweza kuvitumia katika project zako, ikakusaidia na ikakurahisishia wewe katika ufanyaji wako wa kazi, na ina msaada mkubwa kama ilivyo Jupyter Notebook. Lakini pia kwa wale watengenezaji wa website mbalimbali, watofute wanaoweza kutumia hizi framework za Python kama vile Django na Flask, basi PyCharm ipo more friendly kuweza kutumia kwa ajili ya kukodi kutengeneza hizo tovuti. Lakini vile vile watengenezaji wa program pia, kuna features ambazo huwa wanazitegemea katika kudebug, eh, project zao kodi zao, basi PyCharm inakupatia vitu hivyo. Kama utakuwa unatumia programming language ya Python, basi ni IDE moja safi sana kuweza kujaribu. Lakini vile vile PyCharm ina matoleo mawili, ina version mbili, kuna community edition na kuna A professional edition, na Now... Hili toleo la jamii Community Edition ni free bure kuweza kutumia na inakupa takriban mambo mengi unaweza kufanya, lakini hili toleo la kitaalamu Professional Edition hili lina vipengele vya ziada ambavyo katika Community Edition havipo, na kama ni hivyo, maana yake itakubidi uweze kulipia. Sasa so utaweza kutumia kama trial kwa siku 30 na baada ya hapo itakubidi uweze kulipia ili kuweza kuendelea kutumia. Kuna features nyingi sana sasa. Kama wewe tayari ni professional unafanya project nyingi e, asara kama utaweza kulipia na kupata features nyingi zaidi. AI hizo tayari zimekuwa implemented katika PyCharm utaweza kuzipata kuzitumia, na itakurahisishia wewe, na utakuwa unatengeneza mifumo kwa haraka zaidi na bila ya kuweza kupata errors mara kwa mara. So unaweza kujaribu kama wewe ni beginners, ukaanza na hii e, toleo la jamii ambalo ni Community Edition, ambalo nitakuja kufahamisha katika video inayofuata jinsi ya kudownload na kuinstall katika kompyuta yako. So hakikisha YouTube chaneli yangu ili usiweze kupitwa na video ambayo itafata, nitakapokuja kufahamisha jinsi gani ya kuweza ku So baada ya kuangalia haya matoleo ya PiChamp mawili Community Edition na natumai na, na natumaoameweza kupata mwanga kidogo kuhusiana na, tuishie hapa. Mimi wewe tukutane katika video ambayo itafata, tutakuja kufahamishana jinsi ya kuinstall katika kompyuta zetu PiChamp, na kufungua kwa mara ya kwanza ili kuweza hii ya PiChamp. Kwa vile tunajifunza Python basi tutaweza kuona pia kwa kupitia huku katika IDE hii. Sina la ziada, like video hii, usisahau kusubscribe na kugonga alama ya kengele ili usiweze kupitwa notification ya video ambayo nitakuwa nikiupload ambayo ni mwendelezo wa hiki ambacho tumetoka leo kukizungumza hapa. So tukutane katika video ijayo. Asante.